Lakini una vision na kuwa kama Max Singeri. Lakini Max Singeri sasa hivi yuko kwa Tony Kapora. Amemwamini Kristo na ameshakaa ndani vizuri. Ni capable player kwenye timu ya Yanga na anacheza vizuri. Sasa kumbe kuna uwezekano kugonga player na ndani yetu pia tuna Mungu mwingi ndani yetu. Hivi ndio kizangu, nyakati za jioni hizi wakati ambapo tunamaliza tutakwambia na wapi tunatokea ili siku nyingine upate kuja. Kuna vitu ambavyo haviwezi kutoka pasipo nguvu ya Mungu kuingilia kati ndani yako. Unaweza kuwa unapiga mpira lakini una struggle na mambo ya kiroho kuna vitu ambavyo umeshindwa kuviacha, lakini unapomwamini Yesu Kristo anakupa nguvu ya ushindizi ya kuacha mambo mabaya na vitu vyote vyovu. Wote ambao unatuona tuko mahali hapa tumwamini Yesu Kristo na ametusamehe mazambi yetu, na bahati nzuri ni kwamba unapomwamini Yesu unakuwa na uhakika asilimia mia kuingia mbinguni, awishi kama mfamaji, wanaambia watu kando ya mto wa Kongo nikonobili kwamba wale ambao waamini Yesu Kristo hawaishi kama afamaji, yaani unaishi ukiwa na uhakika wa kuwa na life bora ndani ya maisha yako. Hizi ndio habari njema ambao zimetufanya tuje katika mitaa hii kwa nafsi zetu, ambao mnagonga prayer, mnapiga mpira fresh kabisa. Yesu anawapenda sana, ndugu zangu, yeah. Alikufa msalabani akapufuka siku ya tatu kwa ajili ya kuwapa msaada na kuwapa breakthrough kama alivyofanya kwa yule Mgerasi. Utakapomwamini jioni ya leo, Kristo atafanya na zaidi ya kufanya katika yes, maisha yako, yeah.